Sababu tano zinazowafanya waliochaguliwa na Mungu wachukiwe sana. Kwa siku ya leo, utakwenda kuziangalia sababu tano zinazowafanya waliochaguliwa na Mungu wachukiwe sana. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza kwa nini wanachukiwa na watu pasipokuwa na sababu, na jambo hili limewafanya wao waumie sana. Nataka nikwambie jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua: huwezi kuchukiwa pasipokuwa na sababu mpaka mtu anakuchukia, maana yake iko sababu. Kwa hiyo kwa leo utakwenda kuziangalia sababu hizi tano ambazo zinafanya waliochaguliwa na Mungu wachukiwe sana. Kabla hatujaziangalia sababu hizi, nisiwe mchoyo wa shukrani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wa thamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu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 Hakika nguvu ya maono media ni mgodi wa maarifa. Fuatilia somo hili mwanzo mpaka mwisho, hautajutia kutumia mbi zako. Zifuatazo ni sababu tano zinazowafanya waliochaguliwa na Mungu wachukiwe sana. Namba moja, wanakuchukia sana kwa sababu wanakiona kitu ndani mwako ambacho hawakioni ndani mwao. Hii ni sababu mojawapo ambayo inawafanya watu waliochaguliwa na Mungu wachukiwe sana, kwa sababu wanachukiwa sana kwa sababu wanakiona kitu ndani mwako ambacho hawakioni ndani mwao. Hapa siongelee kuhusu mwonekano wako wa nje bali naongelea juu ya jambo ambalo Mungu ameliweka ndani mwako. Kwa hiyo wanakuchukia, wanakuchukia sio kwa sababu ya mwonekano wako wa nje, wanakuchukia kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani mwako, ambacho wao ndani mwao hawana. Wanakuchukia ili wewe ujione kuwa mtu usiyefaa na mtu usiyekuwa na umuhimu. Ukijitambua umebeba kitu gani, hii itakusaidia kusonga mbele pasipo ogopa au pasipokuogopa kitu chochote. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua, watu wanakuchukia kwa sababu na kitu cha tofauti ambacho wao hawana kitu hicho, na jambo hili linafanya watengeneze chuki dhidi yako. Kwa hiyo hutakiwi kulia na kuumia kabisa. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakiumia na kulia kabisa pale wanapoona watu ambao waliwategemea, watu ambao walikuwa ni marafiki kwao, watu ambao walikuwa ni watu wa muhimu sana kwao, wameanza kuwachukia. Jambo hili la wafanya watu wengi waumie na kuhuzunika. Kwa jambo la msingi ambalo natakiwa nikwambie, unachukiwa kwa sababu una kitu cha tofauti ndani mwako ambacho watu hawa wanaokuchukia hawana kitu hicho. Kwa hiyo jambo hilo linatengeneza wivu ndani mwao, na ndio maana wanaanza kukuchukia. Kwa hiyo hutakiwi kabisa kuumia unapoanza kuona watu ambao uliwategemea kabisa wanaanza wanaanza kukuchukia, watu wanaanza kurushia maneno mabaya, watu wanaanza kusema vibaya. Hutakiwi kuumia kabisa, kwa sababu jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua, wanakuchukia kwa sababu wewe unacho kitu cha tofauti ambacho wao hawana ndani mwao. Kwa hiyo wakijiangalia, wanakuonea wivu, ndio maana wanaanza kukuchukia. Kwa hiyo usiogope kabisa kuchukiwa. Kwa hiyo dalili moja wapo ya mtu ambaye a, amechaguliwa na Mungu a, au kwa nini mtu anayechaguliwa na Mungu anakuwa anachukiwa sana? Wanakuchukia kwa sababu unakuwa na kitu cha tofauti ambacho ndani mwao wao hawana. Okay, ukisoma Biblia utaona baada ya Daudi kumpiga Goliati na kumua, watu wakaanza kumwimbia Daudi, wanampigia makofi. Lakini, sa, w, lakini Sauli moyoni mwake akaumia, kwa sababu ya Daudi kupewa sifa, akaumia, akaanza kuumia, akaanza kutengeneza chuki dhidi ya Daudi kwayo, kwa hiyo watu wanakuchukia kwa sababu Mungu ameweka ndani mwako kitu cha tofauti ambacho wao hawakioni ndani mwako. Kwa hiyo hii ni muhimu sana, utakiwa kuumia na utakiwa kuhuzunika, lakini sababu ya pili uh, wanakuchukia kwa sababu unaonekana nyota yako inang'aa sana. Hii ni sababu ya msingi sana, wanakuchukia kwa sababu wewe unaonekana sana nyota yako inang'aa sana. Kwa hiyo kuna muda wanaweza wakafanya kazi, kama ni kazi ni ofisini, kuna muda kuna watu wanaweza kafanya kazi sana ili waonekane wao, lakini unashangaa wewe unazidi kuonekana zaidi yao, na jambo hili linafanya wakuchukie sana. Yamkini kwenye kazi inaweza kawa, uh, watu wanaku wenyewe ndo wanataka wao waonekane sana, unajikuta kila kitu yuko kimbelembele n yani kila kitu ndo anafanya aonekane, lakini mwisho wa siku unashangaa wewe unaendelea kuonekana. Kwa hiyo jambo hili linawafanya wao wazidi kukuchukia. Kwa hiyo wanakuchukia kwa sababu nyota yako inang'aa sana. Kila mmoja ana nyota lakini wanakuchukia kwa sababu nyota yako inang'aa sana kuliko wao. Kwa hiyo ndo maana wanakuchukia. Kwa hiyo wanaweza kawa wana, wana, wana, wana, wana, wana, wanakaa karibu na bosi amkini, wanakaa karibu na bosi ili waonekane kana kwamba wanafanya kazi sana wanaweza kaa wanakaa karibu na mtu fulani ili waonekane wao ndio wanajua sana lakini, unashangaa mwisho wa siku, wewe ndio nyota yako inazidi kuonekana kuliko wao. Kwa hiyo jambo hili linafanya wao waendelee kukuchukia sana, na mkia mkini wewe unakuta labda mpaka unajiuliza mbona nimechukia mimi hata sijawafanyia chochote? Kwa hiyo wanakuchukia kwa sababu nyota yako inang'aa sana, wewe unaonekana sana kuliko wao, ndio maana wanakuchukia. Lakini sababu namba tatu wanakuchukia kwa sababu yale mabaya ambayo wanayatuma kwako hayafanikiwi wanakuchukia kwa sababu yale mabaya ambayo wanayatuma kwako hayafanikiwi. Mipango yote mibaya iliyotumwa kwako haifanikiwi kabisa. Hii inafanya waendelee kukuchukia. Yamkini wanaweza kuwa wanakuchongea, wanapeleka taarifa mbaya, kama ni kazini, wanapeleka taarifa mbaya uh, kwa bosi ambazo zinakuhusu wewe, wanakupelekea taarifa mbaya, wanakuchongea mabaya, lakini unashangaa mabaya, kila mabaya ambayo wanayapeleka kule hayafanikiwi, kwa sababu hiyo inafanya wao waendelee kukuchukia. Labda walikuwa wanategemea utafukuzwa kazi uta wanashangaa unazidi kupanda vyeo labda, uh, walikuwa wanategemea na kwamba huyu ndo atafukuzwa huyu hatapewa tenda, hatakuwa anapewa fursa. Wanashangaa tenda zote zinazo zinazo ndo zinazidi kuongezeka kwako. Kwa jambo hili wanakuwa wanakuchukia kwa sababu yale mabaya yote ambayo walikuwa wanayapanga juu yako yanakuwa hayafanikiwi. Kwa jambo hili lafanya wao waendelee kukuchukia sana. Kwa wanakuchukia kwa sababu yale mabaya, ile mipango ambayo walikuwa wanaipanga juu yako, wanaipanga zile hila zote ambazo walikuwa wanazipanga dhidi yako hazifanikiwi, ndio maana wanakuchukia sana. Kwa hiyo usiumie kabisa, acha kuhuzunika, relax. Lakini sababu ya nne, wanakuchukia sana kwa sababu Mungu anataka kukuthibitishia mara mbili. Wanakuchukia sana kwa sababu Mungu anakuwa anataka kukuthibitishia mara mbili. Watu wale ambao haukuwatarajia kabisa, wakianza kukuchukia hii hii ah, hali hii inakuwa na kuthibitisha kuwa Mungu amekuchagua. Wale watu ambao unakuta labda ulikuwa umewategemea sana, kuna watu ambao ulikuwa umewategemea sana, kuna watu ambao ulikuwa unawaamini sana, sana. wanapoanza kukuchukia hii hali inakuthibitisha na kwamba Mungu amekuchagua, unabidi usonge mbele. Kwa hiyo watu wa karibu yako wanakuwa hawakuelewi kabisa. Kipindi hichi Mungu anakuwa anataka utegemee peke yake, kipindi hichi Mungu anakuwa anahitaji umtegemee yeye peke yake, usianza acha kulia. Mungu anakuwa anataka umtegemee yeye peke yake. Lakini jambo lingine, wanakuchukia kwa sababu unapendwa sana. Hii ni sababu ya tano, wanakuchukia sana kwa sababu unapendwa sana. Wanakuwa wanajaribu kulichafua jina lako, lakini watu wanaendelea kukupenda sana wanakuwa wanajaribu kuchafua sivi yako kuchafua, lakini wanashangaa watu wanazidi kukupenda sana. Kwa hiyo hizi ni sababu tano ambazo zinafanya watu walio Uh, waliochaguliwa na Mungu wachukiwe sana. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama bado huja subscribe basi kisha una subscribe kisha una share link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Mungu akubariki.